Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Habari <laughs> za kulamuka ndugu zangu, ni mimi wenu Kolomboka. Asante ndugu wapendwa, ambao kabisa muko pamoja nami katika asubuhi ya asubuhi hii ya leo, ambao kabisa nimetoa shukrani zangu kwenu nyote, ambao kabisa muko pamoja nami kwa muda huu mimi ni yule yule tu ambaye unamjua nikolomboka mboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimeamka asubuhi ya asubuhi ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo, na tuguse huku na huku, tuingie mabitu wote mbalimbali, lakini tusitoke pale kwenye jina yetu inasema, ama neno letu la leo linamesema umoja ni nguvu. Hmm? Umoja ni nguvu. Njo neno ambao tutaendea kusali sana kwa asubuhi ya asubuhi ya leo, na na hapa kabisa, tutaongea mambo mengi mengi kuhusu mapambano, kuhusu vita, kuhusu uh, hali tunayo ya kawaida na kuhusu marafiki na ndugu ambao tunakuwa pamoja nao wa kila siku. Mimi ni yule yule mpasha habari mpendelevu wenu, hmm? nikisalimia watu wa Eh, watu wanaokuwa ndani ya familia yetu ya Holly Official, eh? Yani, eh, Holly Official na Holly Official family ni kikundi kizuri sana ambayo kabisa ni kikundi cha maana kabisa na tulikuwa tukiwa kabisa tukikaa tukizungumza na ni mzuri zaidi sana ukitaka kuingia katika kundi hili la Holly Official original. Utaponda pale kwenye banaandika Holly Officiel chini ya titre. Chini ya titre unaponda pale, utapita naona uh, WhatsApp yangu eh? Na hapa utakapoona WhatsApp yangu eh, ni hapo kabisa unaweza uka kanyandikie ama tukaongeye. Na hapa utaingia kabisa, kila mtu kwa rangi yake, kwa kabila yake, kwa lugha yake, kwa nchi yake, munahitajika kabisa kuingia katika kundi na familia yetu, ili kwamba tupate kuongea mambo ya ndani <laughs> A, tupate kuingia katika mambo ya ndani. Na wale ambao walikuwa katika kundi lile la kwanza la familia ya kwanza ambao lilioharibika, hakuna shida, anayejisikia kurudi ndani ya nyumba ya Bwana arudi kwenye kifua cha Abrahamu. <laughs> A, mimi sina ubaguzi, sina rangi yeyote, anayetaka kuja akuje. Eh, hakuna hakuna hata tatizo moja kabisa, maana uh, kazi yetu sisi ni kupasha habari na kufunza watu uh, mwenendo mzuri na kujua kile ambacho unachoweza kufanya, ila tu unapokuja kuja na roho nzuri, usije na roho ya uharibifu, usije kuwa shetani ndani ya grupe, bali uwe malaika. Malaika, nakupenda malaika, si ni vile ndugu yangu? Yani uwe malaika. Acha kwanza nikwambie kama asubuhi ya baraka, asubuhi ya neema. Aha, leo ngambo za uko Uvira sekurite iko yote mzuri kabisa. Yani, wazalendo wamechunga muji wa Uvira na kando kando ya muji wa Uvira kuanzia Luvunge na kupanda mpaka Uvira kabisa kuna chungwa vizuri sana na guverner wa muji ya Bukavu ama wa Sud-Kivu, Jean-Jacques Perus iko Uvira na aliongea pamoja na wakazi wa Uvira, akawaambia musiogope, vita inaisha. Ndio neno ya kwanza alisema, aseme msiogope, vita inaisha. Hii kitu minazueka kubambia kama vitaishaisha, ile enye mko munona ni kitumba ya nyoka. Ile inasikiaka nyoka, banasimaka kitumba ya nyoka, ishe boga njo ili sabana anaanza kujuliza, tutaenda wapi, tutakimbilia wapi, njo unona wanajikunguta tu basi, bapiganime wapi binakatala. So unona, njo ile ni ambayo niko nataka niwambie kama Eh, Janjak naye amesema ya kwamba vita imeisha. Pili anasema hivi kwa ajili ya wale wa tretre. Bale benye ni ba tretre na ba, biko na makope, walikuwa na makope, unajenga una nyumba wali unuza kiwanja, mekuko mwingine mwenye kuna luma meno pembeni yako na balikuwa mumeri kuko batu balikuwa natumika kumeri, kuko batu balikuwa natumika kukadastre, kuko batu balikuwa natumika huko na huko kwenye biwanja ya leta iko. Sasa aba babwana sa banaingia bananza ujishi ile mabiwanja, balisha ujisha biwanja yote ya leta. Sasa, tunajiuliza hivi na, na, na hata governor naye alisema, anasema mtu mwenye anaenda uza kiwanja ya leta Una kuku, una waza, nini? Unaweza kama utabakia vile? Hapana. Alisema vitu vitatu kubwa. Aa, anasema ya kwamba mtu mwenye aliuza kiwanja ya leta sasa nafika sa, sa, guvernema arudia pale, atafute ingine nchi yenye atakimbilia ndani <laughs> Naona wakongole, tufunguke akili tutoke katika zile akili za ubovu. Hmm? Akili za ubovu, akili zenye hazina maana. Donc unaona tu kusudi upate, il faut cope, il faut upige machenga eh? Uh, donc ufanye manyanga, ueskroke batu eh? Njoo upate eh? Il faut ueskroke batu juu upate ha, hawezi pata kwa nguvu yako, hawezi pata kwa akili ingine isipokuwa akili ya bwizi. Unakutana mutu iko tuna esprit ya bwizi muyeye. Na iyi peros ejanjaki alesema, anasema ya kwamba bale batu benye biko nene ro ya kope ro ya bwizi <laughs> batafute ngine inchi nchi batee ndandani. Mina bambiaka kila siku mufanya angalisho ngalisho, mufanya angalisho nyiye benye mukwasemennji ba kadre de base muyue kama kamera ikuina baona, population ikuina baona. Nilimambia luhihi satu balitokaka hivi, bale bakadre kadre de base simulionaka binye bie bafikiaka kama mukupata kasomo pale, manake naamutapata kasomo somo ba bakadre de base ya M23. Nyinyi ambao muko mulinda mnazunguruka mukuenda mnalombalomba ulomamakuta mu manyumba ya batu mufanya angalisho, basi beingize mumaerere. Vous etes des Congolais, batabaingiza mu mumaerere zenye nyi amutaiwa kiisi, mtajitosha ndani. Leo kuna furaha ya kukamata selfie na general wa M23

Mutu yote mwenye alikula franga ya leta akaujisha bitu vya leta ataenda ku justice, na mwenye aliuza mwenye aliuzele budongo ya leta. Muko na akili lakini, unaozia rebele uko na muzia budongo uju, akufikishe wapi? Mutu mwenye unayua, unayua vizuri kama hatafika Kinshasa Unaiwa vizuri kama hata ungoza hata saa moja ule ikumpita njia ni mgeni ni jumu mulikuwa munawaita bayomba yenu. Okay, hakuna shida, lakini mimi nakwambia ni mgeni ule. Mgeni haiko naenda sana kuishia kiwanja kwe unaiuza. Uko na akili kweli huko, hmm? Uko na akili mkichwa senye unenda zile kiwanja

muko muna sutenire adui na sutenire adui na mujue donke kusutenire adui ayiko tuwa seme mpaka tu ulienda ukabauzia nini? Unajua uh -uh. Kama na ile tu kutia ku, ku mafoto yabo unakamata eh? foto yabo unaiparke una, una una fasi fulani

bazawaza e, unatia FARDC e, ile ni sawa na chituko tu. tunafanya public ya batoto yetu mm. tivake uko unafanya bitu venye aujue aujue aujue uh, Bakongomani tusikwe na kuwa bajanja tena bakorofi cha tena tukwesa venye shinjo tunayuwa ikweli yote mm -mm. Tuko na probleme ya kutokusikia tunapaza sauti sana kuliko matendo. Unaona mutu iko iko iko mujanja mujanja mu, mu maneno yake jua tu, oyo mutu hapana eh, hey. <laughs> Najua koko vingine vyenye roho ina luma ina vimba nasema ah, ah, ah. Kolomboka na tusema tena mbovu mwenyana, mwenyana kwabo alale kumuti papa, mi niko na kwetu. Mwenyana kwabo alale kumuti, ni kwambie tu kwamba eh, musema kweli ni mtoto wa Mungu na kweli yote navunjaka ni na luma, lakini ilume isilume, realite ni ile. Uko mwizi kufatana na unasaidia, una bamwizi Uiba mali ya leta, jua kama justice iko mbele yako, justice tribunal iko mbele yako. Jitayarishe, tayarisha madosie zako. He. na we mwenye ulikula franga ya watu ya wazalendo na au kuwapatia hayo, justice iko mbele yako <laughs> Hey, na wewe mwenye uko na eskroke batu mu majina ya mwingine. Hey, justice iko mbele yako, cha utapata cha mtemakuni, utapata cha mtemakuni. Nakwambia tena utapata cha mtemakuni. Wandugu wapendwa, acha nikwambie tu kama, eh, guvernere aliendelea kusema, anasema ya kwamba ndoa zote zimefanyika na bakadre ya M23, hizo ndoa azikubalike na guvernema. Ndoa zote, mutu wote mwenye alifanya ndoa ni mubale baburugumestre, ndio bakamulungisha kule kum, kumeri na kuzone ile ndoa haikubalike. Kama ulienda kuzone, bakakulungisha kule mariage civile, jua kama ile ndoa haikubalike na guvernema. Uh, guverner anasema ya kwamba ile ndoa iko anile iko futi, haijulikani sababu umesaidia ule adui kuwa ndugu zako ile pesa unapana kule, inge bana kulombaka juu wakuunganishe, inasaidia kuuza arme. Anakuambia kama yeye alisema seme uh, Bukavu kuna banki. Sasa unauza ile nyumba wala unafanya ile mariaji, ile franga inaenda wapi? inavuka maramwakubavazi banenda banetia mubanke zabo kule, kisha banauza maharme inakia tena kutua uko. Njo bila lisema umona kama deja ile njo kweli, lakini njo kweli eh? Ilibidi mukuwe na uvumilivu bakongole, musikwe na nakula chakula ya moto, mukule kwanza chakula ya, ka, ya katikati, mukuwe na uvumilivu eh? Apana kutafuta tu kitu kiote kikwe kia mbio mbio, a a fanya kitu polepole pole, na mawazo yote iende moya na upange. Apana kuwa jutu ulifanya kitu manaki na kikwe pale pale, a ulifanya kitu ile ni wakati ya kwanza, muzika kwanza uwaza vya kufanya. Fanya tena kitu kia pili, utaona vitu vyote vinaenda mzuri. Tunapenda bitu ya mbio mbio sana, unona nini? Lakini ni mzuri bana kwambia, kama Kiswahili ya mzuri aseme araka araka, aina baraka na Kofi. Alisema Kofi Olomide, <laughs> Kuriaka alisema, kokende liboso eza kokoma te <laughs>

Paske bile venye uko unafanya ndugu yangu, uko na ya kama biko na impact ku dunia kote kwenye uko napita sasa. Hii ni conse yenye gouverneur wa Sud Kivu alisema, niko narudia maneno tu masasi. Ililala na lia, katokota na ilishinde nalia, na inalala nalia, na mpaka sai bandugu yetu biko wanapigana katokota lakini Fizi kule kabisa, mambo inawaka inawaka sana hapa kabisa, bilambo bishambuke. Huyu ni ngoma nzito pamoja na, uh, na wazalendo wa amuli ya kutumba bana endelea kabisa kufyeka adui uko ngambo za juu huko, na mambo iko mazuri sana. Ni kwambie tu kama uko ngambo za Norku, kivu eh, wazalendo wa CMC eh, VDP wanaendelea kabisa kufanya kazi na nyatura inaendelea kubanyata huku kabisa, iko na banyata mzuri sana. Na ni kwambia tu kama hivi sasa tunaongea ngambo za kiwanja Mweso um, kule kote mambo iko imeharibika, watu wa walale hawa Yani ni kuambie kama masasi iko mingi sana, na mapambano inaendelea kabisa katika mtaa wa Nyiragongo, kila siku inazoea kuambia, na hapa ngambo za Sake Yulu kunasikilikana masasi mengi katika usiku wa leo. Hapa ku ya Sake Yulu kunasikilikana kabisa masasi mengi, mpaka hivi hatujajua ni wanani ambao wako wanapigana pale ama ni kitu gani kinatuma masasi imesikilikana. Nikwambie tu kama mambo imekuwa mambo kabisa na eh, Joseph Kabila eh, Kanambe eh, le patron du M23 et le patron di eh, sponsor <laughs> mwenye alisaidia oh, oh, ya ivita ikue ni Joseph Kabila Kabange e, ule ambaye munamwita Kanambe lakini ni Kabangi. Kanambe Kabangi <laughs> ule wanamuita Shina Rambo anaendelea kutiliwa katika sauti ya mahakama kabisa, na kusema ya kwamba ni lazima wamtoshe, ako ile wanasema immediate, ama kitu wanaita uh, Um, kumtoshako ile eh, eh, jina ya uraisi ama jina ya uraisi kabisa na